kwa wanawake katika kaunti ya Bungoma kujitokeza na kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi makanisani na pia serikalini badala ya kuwaachia wanaume pekee nyadhifa hizo. Wakizungumza katika hafla ya kumwapisha rasmi Askofu Grace Lusweti, viongozi hao pia wamemkosoa wamekosoa mswada uliotiwa saini na Rais William Ruto wa kudhibiti shughuli za makanisa humu nchini viongozi wa mama katika makanisani kwamba wasiogope kufanyia Mungu kazi. Wakiwa pamoja na Mungu na kuamini Mungu, Mungu ni mwaminifu, hana ubaguzi. Lakini wasiwe na uoga, kwa sababu hatukujazwa roho wa uoga, tumejazwa Roho Mtakatifu, ambaye ni roho wa self discipline, ni roho ambaye anatutia nguvu kila wakati. Hivyo wasiogope wa mama, wamfanyie Mungu kazi. Shukuru, watu wengi wanapoona ibada kama hii ya kuweza kuodain mama kuwa askofu, utapata kwa wengine wanasema kwamba hawastahili lakini kulingana na maandiko matakatifu, kulingana na pipilia, watu ambao wachachambua pipilia vizuri, ndio wanaweza kuja na kinyume ya kwamba mwanamke hawezi kuingia katika ofisi ya skofu. Lakini maandiko inaturuhusu ya kwamba yeye ni yule yule mhuduma wa Mungu na anastahili. Kama mama anaweza kuwa pastor, kama mama anaweza kuwa reverend, kama mama anaweza anaweza kuwa kuwa deacon, then they also qualify kuwa katika ofisi ya, ya, ya skofu kwa sababu a bishop is an office. Sasa watu wengine wanafikiria kwamba a bishop inapepa utakatifu sana ambapo mwanamke hastahili. Kulingana na bili ile ambayo president aliweza kuisign, kwa sisi vile tumeangalia hiyo bili na tukaisoma, e, naona haiwezi kuenda sambamba na kanisa. Upande mwingine ni kama inafinya kanisa na hiyo haitakuwa vizuri. Kwa hivyo kwa sisi tunasema kwamba hiyo bill ni vizuri kama ingeweza kurudiwa, kwa sababu kwa nini iliharakishwa wakai sign? Na najua kwamba wengi wetu tulikuwa tunapitia, lakini sasa saa hizi vile tunaangalia, hiyo bill inaweza kuumiza kanisa kwa upande mwingine. Kwa hivyo sababu unajua mambo ya kuregulate kanisa, waseme kwamba na regulate kanisa, na hiyo si kitu ambayo ni kizuri, kwa sababu kanisa pia ina mwongozo wake, sisi wenyewe tunajua hata kama kuna mtu ambaye alienda kando, ni kama maidara zingine. Wachungaji wengine ni wachungaji ambao tunawajua, wanahubiri injili kwa njia iliyo mzuri. Kwa hivyo tunaona kwamba hiyo bill sisi tuna tuka